Tukisema tukae kimya, tufumbie macho, tukate tamaa, inaenda kuwa worse zaidi, na sisi wenyewe watanzania tutakuwa tumehalalisha wasiojulikana waendelee kutojulikana. Tutakuwa tumehalalisha yale mauaji yaliyotokea kikatili, maiti zimerundikwa kama vile makopa mchwari Mtanzania hana thamani. Tumehalalisha watu ambao walikuwa bado stili wanahema, lakini wamepelekwa mochwari wakaenda wakafia kwenye mafriji hivi. Mnaweza kafikiria hayo maumivu? Tumehalalisha wale waliozika nguo bila kupata miili ya ndugu zao, iwe hivyo. Unaweza ukafikiria maumivu kiasi gani? Tumehalalisha wanaopewa kesi za uhaini waendelee kupewa kesi za uhaini. Tumehalalisha mateka ambao walikuwa wanaishi kwa matumaini kwamba ipo siku ndugu zangu watakuja kunitoa hapa nilipo, basi tumaili, tumaini lao ndio liwe lime, lime, yaani ndio hivyo tumehalalisha ukandamizaji, tumehalalisha unyonyaji <coughs> nashindwa kuongea yaani, nashindwa kuongea yani, nashindwa kuongea hata yani, na sijui niongee nini. Hakuna kitu kizuri kilichokuja tu from nowhere na tusitegemee malaika atashuka mbinguni aje aitetee hii nchi, kama sio sisi wenyewe kujitoa. Yaani, tusilitegemee hilo jamani, tusilitegemee hilo hata hao wenzetu ambao wamefanikiwa. Walipitia magumu na walijitoa wakajikaza, mpaka wakafikia mafanikio. Lakini sisi tukisema tukubali kuuziwa huu uoga ambao tunauziwa na kuimbiwa wimbo wa amani, hali ya kuwa ni vice versa, na tumeridhika nao, yajayo yanafurahisha I'm telling you. I'm telling you. Mungu tupe kenda tusimamie. Tulisema maandamano ni amani, lakini watu wamewekwa lockdown siku yao ya uhuru wenyewe, afu mnasema Tanzania tina amani Tanzania ina amani, mtu unafungiwa ndani siku ya uhuru, unaambiwa hakuna.